Mkuu wa Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa TAKUKURU mkoa wa Mbeya Maghela Ndimbo amesema hakuna viashiria vyovyote vya, vya, vya rushwa katika kuchelewa kukamilika kwa mradi wa ujenzi wa barabara ya njia nne kutoka Nsaraga hadi Ifisi yenye urefu wa kilomita 29 unaotekelezwa mkoani Mbeya. Ndimbo ameeleza hayo kwenye mkutano na wanahabari kuhusu mafanikio ya utendaji kazi wa ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Mbeya kwa kipindi cha miezi mitatu ya kuanzia Januari hadi Machi ambapo ameeleza suala la kukwama kwa mradi wa ujenzi wa barabara ya njia nne kutoka Nsalaga hadi Ifisi yenye urefu wa kilomita 29 haukusababishwa na vitendo vya rushwa kwa kuwa baada ya taasisi hiyo kufuatilia imebaini uwepo wa miundombinu ya serikali na makazi ya watu ndio kikwazo cha kuchelewa kukamilika kwa mradi huo. Akitoa taarifa mafanikio ya utendaji kazi wa ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Mbeya kwa kipindi cha miezi mitatu ya kuanzia Januari hadi Machi Ndimbo amesema taasisi hiyo imefanikiwa kuokoa kiasi cha shilingi milioni 15 fedha ya mikopo iliyotolewa kwa ajili ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu iliyotolewa kwa halmashauri ya wilaya ya Mbarali kwa kikundi cha Youth Revolution Group baada ya kubaini fedha hiyo haijawafikia walengwa, badala yake mwenyekiti, katibu na mhasibu wa kikundi hicho wakishirikiana na mwanachama mmoja wamekula njama na kujinufaisha kwa fedha hizo. Amesema mafanikio mengine ni TAKUKURU mkoa wa Mbeya kurejesha kwa wananchi eneo lenye ukubwa wa hekari nne la mamlaka ya mji mdogo wa Mbalizi lililopo katika kitongoji cha Itimba kata ya Utengule Usongwe baada ya kubaini viongozi wa kitongoji hicho wapo kwenye mchakato wa kuuza eneo hilo kwa mfanyabiashara wakati wakijua kitongoji hakina mamlaka ya kumiliki na kuuza eneo. Hii inatokana na e, mikopo ya vikundi maalum ya wanawake e, vijana na watu wenye ulemavu iliyotolewa na halmashauri ya Mbarali, kutoka kwenye hicho, ni kikundi kinaitwa Youth Revolution Group. Hicho e, kikundi kiliweza kwa maana ka, mwenyekiti katibu na mwasibu wao waliweza kushirikiana kuzitoa hizo hela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 gawana, yani kila mmoja akapata mgao na sio kutumia kwa lengo lilokusudiwa kwa maana kwanza cha mradi wa kikundi, na kwa vile walikiuka masharti ya, ya kikundi, kwa hiyo tukaelekeza hela irudi kwenye halmashauri kama wanataka basi waanze upya na huku wakitimiza masharti eh. Hatua e, nyingine ni TAKUKURU ifanikishe kurejesha eneo lenye ukubwa wa ekari nne kwenye mamlaka ya mji mdogo wa, wa Mbalizi ambalo ilikuwa kitongoji cha Itimba. Eneo hilo lili e liko kwenye kata ya Utengule us, us, us, us, Usongwe na kilikuwa mm, katika mchakato nasema mchakato wa kutaka kuuzwa e visivyo halali na hicho kitongoji kwa hivyo kutokana na sababu hiyo, tukazuia atuza kuzuia kwa kushirikisha ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya e, tukumbuke kwamba kitongoji e, kitongoji hakina mamlaka ya, hakina mamlaka ya kumiliki wala kuuza, yani kumiliki au kuuza ardhi. Kitongoji ni kitongoji, sio mamlaka, lakini e, baadhi ya vitongoji si tu hichi ndani ya mji mdogo wa Mbalizi vinajitwalia mamlaka ya kuuza maeneo ambayo haya maeneo sasa yako chini ya hizo halmashauri, baada vile vijiji kufutwa, yako chini ya halmashauri au chini ya mamlaka mji mdogo ndo hawa wamiliki haya haya maeneo, kwa hiyo wanajitwalia mamlaka ya kuuza. Nikili unikili kwamba kweli kuna mkwamo katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati iliyokombea miradi mingi hajakamilika. Wakati kwa mfano huwa maji e, wa kiwila e, kuna mradi wa njia nne, kuna miradi ya umwagiliaji pia skimu za umwagiliaji na mingine na e, sasa hivi tunaelekea kwenye miradi fuzi. Hii bado haijafika, haijapita muda wake. Kuna mradi wa ujenzi wa soko la to some, soko matola hapo e, lakini bado muda wake haujaisha. Mradi wa ujenzi wa stendi mpya bado muda. Hiyo yote ni mradi wa kimkakati e, na tumekuwa tukifanya ufuatiliaji wa karibu sana. Kwanza tuseme, pamoja na ucheleweshaji huo, bado hatujathibitisha uwepo wa vitendo vya rushwa vinavyotendeka. Sasa tuje mradi wa njia nne mradi wa njia nne, yani wale washiriki wa mradi ni wengi kumbuka, mradi huu unagharimiwa una na hela za ndani, yani mapato ya ndani ya nchi, yani hakuna fadhili kutoka nje au grandi kutoka nje, kwa hiyo ni hela ya serikali se sasa e, kuna changamoto moja hasa uko kwenye kuondoa e, miundombinu iliyokuwepo kwa mfano ya umeme ya maji so, unaona mfano wanavyojenga, wanajenga kwa kipande, unaona wanajenga huku wanajenga. So, sasa kwa mfano hata hapo kishuka, sehemu zingine bado waendelea kuondoa yale mabomba ya maji taka na umeme, wanaondoa na hizi zote wanaofa sasa so, wanaotoa hela uondoaji huu ni hizi taasisi zenyewe, yaani kwa mfano TANESCO wanapaswa kualimia wenyewe sasa. So, so, kumbuka hawa wa kutenga hela yaani hawakuwa mradi ulipokuwa uliposanifiwa, hawakuwa hawakuwa na bajeti ya kuondoa miundombinu. Miradi mingine yote inakuwa na na hiyo paki, yani kuondoa miundombinu yani ilikuwa, yani na hiyo bajeti. Kwa hiyo mradi wenyewe una, una, una, yani unawezesha kuondoa, lakini huku ilikuwa tofauti kwamba kwenye kuondoa miundombinu ya maji maji taka ni watu wa mamlaka ya maji manake wizara ya maji m, ndio imeingia itafute in tena hela kuweza kuondoa kukuondoa miundombinu nakumbuka ni hela ndefu karibu mabilioni hela, uiondoe miundombinu yote ya maji. Uje kwenye kuondoa umeme pia ni hivyo, nalo ni tatizo. Unaona kwa hivi, lakini tunakwenda. Lakini pia eh, pamoja na hivi, kushirikiana na kamati ya usalama mkoa, tulikuwa tukifuatilia utekelezaji ili kuhakikisha kwamba tunaisha na mradi na nakamilika wakati eh, siwezi kusema hopefully mradi utakamilika kwa maana kwa, kwa huo muda kama hata wa muda mapema utakamilika kwa maana baada ya kuongezewa muda, ila kwenye kusema kwamba labda kuna vitendo vya rushwa vine vipo, hapana. Na nilikuwa nimefanya kazi kwa karibu sana na na meneja wa TANROADS mkoa Eh, amekuwa anatupa ushirikiano mkubwa sana kutueleza sababu hasa kwa nini mradi una una unachelewa kutekelezwa. Kwa hiyo sababu kubwa ni hizo kwamba ondoaji, kwa mfano, hasa kuna sehemu bado hata pia liko bado hajalipwa, walikuwa jaingiza sisi. Kuna sehemu pia inabidi mradi uhame kidogo, kwa nako unasubiriwa fidia. Yani, kuna watu lazima waondolewe ili ili kupisha. Kwa mfano, pale Mbalizi inabidi mradi ushushwe uende chinyani barabara ile e, ichimbwe kidogo ili kupunguza ule mlima. Sasa lazima imeze imeze upande mmoja, ono kuna watu wanaondolea, kwa hiyo bado naawa hawajalipwa fidia. Kwa hiyo ni kuna sababu nyingi ambazo zinachelewesha mradi kukamilika kwa, kwa wakati. Nikilipoti kutoka Mbeya, Jacqueline Mwangama, Kusaga TV.